Raila Amolo Odinga, aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya na mmoja wa wanasiasa mashuhuri barani Afrika, alifariki dunia tarehe 15 Oktoba mwaka 2025 akiwa na umri wa miaka 80. Kifo chake kilitokea nchini India, ambako alikuwa akipokea matibabu ya tiba asilia katika hospitali ya Ayurvedic iliyopo Koothattukulam, jimbo la Kerala. Kwa mujibu wa familia yake, Raila alikuwa akihisi uchovu wa mara kwa mara na maumivu ya kifua, hali iliyomfanya kusafiri hadi India kwa ajili ya matibabu ya tiba mbadala. Alikuwa akipokea huduma katika hospitali ya Ayurvedic ambapo alijumuika na wataalamu wa tiba asilia kwa wiki kadhaa. Asubuhi siku ya Jumatano, Raila aliamua kufanya matembezi ya kawaida katika eneo la hospitali. Wakati wa mazoezi hayo alipatwa na mshtuko wa moyo na kupoteza fahamu ghafla. Madaktari walijaribu kumsaidia kwa haraka, lakini juhudi zao hazikuzaa matunda. Alitangazwa kufariki dunia saa tatu na dakika hamsini na mbili asubuhi kwa saa za India. safari yake kisiasa Raila Odinga alizaliwa Januari 7 mwaka 1945, Maseno, kaunti ya Kisumu. Baba yake Jaramogi Oginga Odinga alikuwa makamu wa kwanza wa rais wa Kenya. Raila Odinga alisomea uhandisi nchini Ujerumani, akihitimu mwaka 1970. Alianza kujihusisha na siasa katika miaka ya 1970, akipigia debe mabadiliko ya kiutawala na haki za raia. Mwaka 1982 alihusishwa na jaribio la mapinduzi dhidi ya serikali ya Rais Daniel Arap Moi na alifungwa bila kufikishwa mahakamani kwa miaka kadhaa. Alikuwa mstari wa mbele katika harakati za kurejesha mfumo wa vyama vingi nchini Kenya katika miaka ya 1990. Aligombea uraisi mara tano mwaka 1997, mwaka 2007, mwaka 2013, Mwaka elfu mbili kumi na saba, na mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. lakini hakuwahi kushinda. Hata hivyo, aliendelea kuwa sauti ya upinzani na mabadiliko. Mwaka elfu mbili na nane baada ya machafuko ya baada ya uchaguzi, aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa Kenya katika serikali ya muungano wa kitaifa. Alishiriki kikamilifu katika mchakato wa kuandaa katiba mpya ya Kenya ya mwaka 2010 ambayo ilileta mageuzi makubwa ya kiutawala na haki za raia. Mwaka 2018 alifanya handshake maarufu na Rais Uhuru Kenyatta, ishara ya maridhiano ya kisiasa, na kuanzisha mchakato wa Building Bridges Initiative, yani BBI. Ingawa hakufanikiwa kuwa rais, aliheshimika kama kinara wa demokrasia, mpenda amani na mzalendo wa kweli. Kifo cha Raila kimezua majonzi makubwa nchini Kenya na Afrika kwa ujumla. Jijini Kisumu, ambako ni ngome yake ya kisiasa, wananchi walifurika mtahani kuomboleza, kwa mabango, nyimbo za huzuni na matawi ya miti kama ishara ya majonzi. Raila Odinga alikuwa na mke mmoja, Mama Ida Odinga. Wamekuwa pamoja kwa miongo kadhaa na Ida amekuwa nguzo muhimu katika maisha ya kisiasa na ya kifamilia ya Raila. Amekuwa mstari wa mbele katika masuala ya haki za wanawake, elimu na maendeleo ya jamii nchini Kenya. Kwa pamoja walijenga familia yenye watoto wanne ambao ni Fidel Odinga ambaye tayari ni marehemu, Rosemary Odinga, Laila Odinga Jr., na Winnie Odinga. Mpaka mauti kumkuta, Raila Odinga kaacha mke na watoto watatu ambao ni Rosemary Odinga, Raila Odinga Jr., na Winnie Odinga. Raila Odinga aliheshimika kwa mchango wake katika harakati za kurejesha mfumo wa vyama vingi nchini Kenya, mageuzi ya katiba na mapambano dhidi ya ufisadi. Ingawa hakuwahi kufanikisha azma yake ya kuwa rais, alibaki kuwa kiongozi mwenye msimamo thabiti na mwenye mvuto kwa wananchi. Kifo chake si tu pigo kwa familia na wafuasi wake, bali kwa bara zima la Afrika ambalo lilimtambua kwa nembo yake ya demokrasia na haki.